Rais sio naitwa ni rais wa wasemaji ni rais ni wa wasemaji, uh, kura. Kura, wananchi, hajue Zanzibar ni kisiwa ambacho kina, kina wananchi wengi wanaopenda mpira kwa mm hiyo -hmm. Wadau wa mpira visiwani Zanzibar wakaangalia wasemaji wote wakasema huyu mm, anafaa kwa rais wetu. Kwa nini? Kuna vigezo ambavyo waliviangalia. Kwa ni vigezo gani? Eh, cha, cha, mwanzo alinipa tu kwamba waliangalia rais mtu gani anauzika sokoni kwa wasemaji wote. Wakagundua kwamba mimi nauzika sokoni. Kwa hiyo mimi ndo nibebe mishale ya wasemaji wote kuiwasilisha huko mbele na mbele huko. Unauzika eneo gani hapo tujue? Kwenye content. Ha? Eh, ni mkali sana kugundua. Uzika kwenye content. Brain yake iko active more than wote. Wakagundua ni mimi, Wasemaji wa vilabu hapa Zanzibar. Ha, hapa Zanzibar. Amna. Wadawa milio ujue, amna ni ukweli, wanajua hilo. Ah, mbona wanajua kama mi niko mbele ya muda. uko <laughs> mbele ya muda A, wanajua e. Wanajua ikikichwa basi na wenyewe umekubali kazi, wasikubali vipi? Mm. Mimi hapa tunavyoongea mm -hmm. Kwa namba hakuna msemaji yoyote Zanzibar nzima ambaye ananiweza mitandao ya kijamii kwenye mitandao ya kijamii, yaani sasa hivi labda wewe hapo dadangu, je, ni Kishai, chukua msemaji wa timu nyingine mweke hapa, fanya na interview masaa mawili, chukua semaji. Mimi hapa rais wa wasemaji, nipe tu sekunde 30. mm. pandisha hizo video, nani anaondoka? Unaondoka sana papa, kipenzi cha yeah. Yaani kipenzi cha watu, yaani nimekuwa kipenzi cha watu Contenti zangu zina namba nyingi, mamilioni ya watu wanafuatilia. Lazima awepo, lakini kwa sasa hivi hayupo tena, nishajipata nani, mwanzoni? Sijakukwambia kwani nakumbuka kisha kumwambia mtangazaji wa kitu kingine, kumwambia walikuwa watatu mimi ambao nilikuwa nawaangalia hao wawili wa mjini mm, na hao wawili na eh, wa mjini sana. Wao ndo tunaondokana na mwingine. Mwingine wa, wa, anaitoka nje ya mji. Hapa ni nani? Babu Babu? Ah. Ale ni sajili katika chama cha walotam Tanzania mwenyekiti wetu Babu Zaka Thabiti Zakaria Kabisa. Wewe Zaka, Zakazi, hey. Anaandika na madini ule <laughs> <laughs> Zaka ile asahau kitu ule. Sasa yule ndo uh, yule ndo alikuwa wa mwanzo ambaye na, na, na mkopi hmm. Kipindiko na kuwa kuwa kila naingia kwenye game kwa na msumbua sana kipindiko, tangu ajibu meseji zangu, ikabidi tu akubali kusave number, enu kwa nikimtumia, nampigia anakata, nipo kwenye kazi, lakini alhamdulillah, baada ya kuona kweli kijana anataka akaingia kwenye game akakubali, kwa kijana niwe kijana wake, kwa hiyo akanipokea akanipa misingi mm-hmm. Saivi niko hapa. Natamani kufahamu hii ni jambo zuri sana kushare Zaka za kazi alikushauri kitu gani? Lakini pia kitu ambacho ulikuwa unakiangalia sana kwa Ally Kamwe na Ahmed Ally, sasa hivi umesema kwamba umejipata, hapo mwanzo nilikuwa naangalia nini sana kutoka kwao? Kwanza tuanze kwa babu Zaka. Mimi ujue babu Zaka nakutana namwamkia shikamoo mm. jana usiku tumekutana tena. Jana natoka zangu kuangalia mpira wa Stars, narudi kwa sababu kuangalia home, naenda kuangalia mtaani kwangu, narudi njiani nikakutana na Zaka kadorito na ibwe mm -hmm. Walishangaa wale wawili kwamba wao, ni mambo vipi, poa mm -hmm. lakini babu Zaka alivotokea, nikamwamkia shikamoo walishangaa nikamwambia, huyu pengine kuna watu wengi ambao mi labda amenitengeneza kwa hapa, kina Chiwile na wengine. Lakini kwenye upande huu sasa wa kuondoka huku, babu zake na mchango kwa sababu kipindi cha mwanzo wakati namtafuta yeye, kauli yake ilikuwa kubwa tu, unaweza. E, kwa sababu sikoongea, najua ananiambia, unaweza pambana, hakikisha una details kabla kuongea chochote, fanya research na nini hivyo. Kwao nasema babu zake amenisaidia pakubwa. Hawa wawili sasa awa wao mi ndo nimewakopi, nadhani sikuwa kuwatafuta hamna hata moja labda mwengu mtafuta, nikamwambia nilikuwa tunakopi ile mifumo wanavyoondoka, nilikuwa nakopi mifumo kwa hali, naangalia okay, akipiga hapo anaondoka, narudi tena kwa Ahmed naangalia simu okay, nikikumbaini hizi kombo mbili nikizeka, nikichukua na madini ya mzee wangu babu zaka, nikagundua kwamba naondoka, ndo baadaye nikajipata sasa. Mimi huyo hapa. Unapenda mm. sana content zao? Ah, nazipenda sasa kizuri, lazima uongee, yani ujue, hata tuende wapi, turudi nyuma. Generation ya sasa hivi imekamatwa na watu watatu, yaani mpira wetu wa Tanzania sasa hivi, lakini kwa sababu sasa hivi content nyingi zinazozika za Tanzania. Wanaozika ni Ali, Ahmed, Babzaka kabisa yani, hao ndo Tanzania sasa hivi, na ukija visiwani niko mwenyewe bado sijapata wenzangu. <laughs> Okay, Abdul Jalil hmm. Farafa wale. Hata mitandao ya kijamii anatumia wengine. Mtu anatumia kijamii last scene post ya mwisho, wanaita post ya mwisho 2023 August mwisho wameposti 2023 August 4. Nani? Ina like mbili. Sasa mtu huyu anashindana na mimi. Haizi, yani wao wenyewe, dadangu wewe fanya research, wanajua London boy Zanzibar mm -hmm. Mpaka siku ambayo atasema yeye basi ndo atatokea wengine, na sio wasemaji na sasa, mimi ndo nilio inspire vijana wote Zanzibar kuingia kwenye hii kazi, kipindi hiko mwaka... sio kipindi mi sina karne mwaka jana mimi nipo daraja la... mwaka juzi, of course nipo daraja la kwanza, una timu ilikuwa niko nayo imagine, mimi ni msemaji wa timu daraja la kwanza, wao Mangwena wapo ligi kuu. Mimi napelekea moto daja, napeleka ligi kuu, natoka daja la kwanza, napeleka moto ligi kuu. Sasa mi nafanya kazi ya usemaji wao, wanasema ah, wanaongea sana, wanaongea sana hawa. Ile timu ikapanda ligi kuu, mi nikachukula Muembe Makumbi City. baada ya kuja Muembe Makumbi City, timu zao walikuwa wanachukula wasemaji ni watu extra mm -hmm. Yaani labda mechi inamaliza msemaji hata hapo iposho wanaenda uwanjani, msemaji hataambiwi, ratiba mazoezi msemaji hataambiwi. Mimi sasa nikasema okay, hapa kuna namna ya kuapa elimu vijana. Nikaanza kuifanya kazi yangu na timu yangu, vijana wangu wawili, tukaifanya by professional, tukawa tunaifanya kwa misingi. Vijana wako wawili wakina nani? Hidad na Roro, eh Hidad photographer HD, mtu sana ah. Na vijana wangu ana leo wako eh, wako eh, nimeona uko na ana baya <tusana> nijue sasa, mimi najua kwangu, kumbe anafanya kazi ndugu yangu. Aha, e, hapa pakubwa hapa, nani apataki? <laughs> mimi leo hii usemaji unishinde, imagine, usemaji unanishinda kule taasisi yangu hii, familia yangu hmm anaona kimbiza mm. Okay. Sasa so hivi, nilitaka leo nikwambie, ukija nikutafutie shehe, nikupe maadui kwa ni ni mm, maadui maadui so, mganga tuwezi kuenda kwa mganga sisi. Mganga Mungu, mitishamba, imani. Enda kwa shehe tupige kisomo kimoja kizito. Maadui wengi natembea hii. Sasa hivi nikipita pale insta, niki scroll hivi, video ya kwanza nitakuta ya kwangu, ya pili a watu ambao ni mafollow, ya tatu hata kama sijafollow inakuja yenyewe Hey, nakuja kisha TV. Asante, una mchango wako. Eh, hey, hey, hey, hapa si nyumbani. Hey. Kwenye ile point yetu ya wasemaji, mimi nikaja nikawafundisha vijana namna gani ya sisi tunatakiwa tufanye kazi kwa sababu uwezi kumchukua msemaji kwenye timu kama mtu extra. Yaani unaenda kiongozi kwenye mechi humwambii, mazoezi humwambii. Akitaka kufanya interview na kocha, unamwambia, ah, bana mwache kocha bana, wewe unataka record tu. Yaani wewe unataka ku-record tu kwenye timu. Walikuwa wanachukuliwa, eh, walikuwa wasemaji wanachukuliwa hivyo. Wengine hadi leo hivi tunavyoongea kuna wasemaji kwenye timu zao hawatambuliki mimi mm. Nakupa ifanya research, hawatambuliki kwenye zile timu zao hawatambuliki. Yani mtu kwenye timu, timu labda ikija kwenye mechi anakuja kwa nauli yake, akienda kambina na ah, gari shajaa, wewe fanya fanya tu tufike uwanjani. Wapo, wapo. No, sasa hadi leo yani wapo. Kwa mimi nikawafundisha vijana, baada ya kuwafundisha kazi nikatoa tuzo mm-hmm. Ili uwe rais, hakikisha kwanza una tuzo. Ili uwe rais wasemaji, na rais ambaye hana tuzo ya heshima baada ya kutoa tuzo tu rasmi nikatawadha kwa rais wa wasemaji Zanzibar. Kuna watu kuna wasemaji hapa Zanzibar hawana hata mikataba kwenye timu zao wana volunteer. Wa rais. Lazima niwe na makamo na watu wangu niwe na vyanzo vya hivi ninavyokuambia kuna mtu ashatimuliwa kwenye timu. London boy. Eh, sasa mimi si rais yani hapa tunavyokuambia afisa habari kwenye timu. Hivi tunavyoongea kuna timu inafungwa wanadaiwa na mganga. Hajamlipa elfu 70. Timu inafungwa? Hajamlipa mganga. Mganga aliwaambiaje? Aliwaambia yani, walienda kwenye mechi moja ngumu. Mganga wakamwambia hivi, hii mechi tusiposhinda basi tutoe suluhu. Mganga afanya uganga wake, akatoa suluhu. Ana walipata ile mechi. Wakajiona ah, bwana tumepata kwa nguvu zetu, wachezaji wamepambana, mganga nani? Mganga anapiga simu, anakata. Mganga apiga simu, anakata mganga kala kiapo akamwambia, hawa hawatoshinda mpaka wanipe msabini yangu. <laughs> washacheza mechi sita, sasa hivi mechi sita wamecheza, mpaka ligi inasimama, zote wamepoteza, zote wamepoteza. Subiri subiri, ligi hapa Zanzibar, mechi sita mfululizo, anadaiwa mimi, anadaiwa rais Malindi yani. Ndo nanga na na e, e, ndo timu hiyo imepoteza sana hapa. Inaenda vizuri kwao Malindi, wanadaiwa na mganga. Mimi si rahisi, nimeangalia timu ilopoteza mechi, ndo nimekumbuka ndugu yangu Suleiman kwamba mganga mechi mganga, mganga, bwana. Mganga mimi nimpigie hata sasa hivi hapa, sasa hivi nimpigie mganga nimuulize ushalipo ile yako, atakwambia pigie mganga bapiga mganga bahati. Yaani mimi mazito rahisi, si bahati, mazito jua mimi nikisema ni, ni rais wa hii ligi si bahatishi. Mimi ndo rais wao. Huyo ndo mganga kitambo kwenye game. Hmm? Ni kitambo kwenye game. E, labda zipokee huyu ndo mganga wa hiyo timu. Poa chama lako shawasamee. Elfu sabini yako? Eh? Ushawasamehe chama lako elfu sabini yako? Nishawasamehe <laughs> hey. Kwa hiyo sasa hivi ataanza kushinda. Ndio, hata kama shilingi mia mbili kidogo chako, walikuahidi ile mechi waipate, ukawapa. Sasa hivi wataanza kushinda, waanze kushinda, wasamee ndugu zetu wale msimu tena <laughs> wanze moko, wanze kuchenga karata zao vizuri <laughs> kwa sababu, <laughs> eh, nakuja mtani <laughs> <smilli nahi> masikia bwana, mazito huh? Mimi nikikwambia ni, ni rais wa wasemaji Zanzibar, ujue namaanisha mimi ni rais wa wasemaji. Yani, hauwezi kuwa rais bila kuwa na details za watu wote ambao wamekuzunguka kwenye ligi yako, mtafuta ugomvi mm. Sasa hapo Malindi ujue <slides> si rais Nachokifanya na, na, na mara kwa sababu mm, so, uh, uh, uh, yeah, ajajia... mimi hapa nimetaja. Mimi nimekuambia timu ambayo imepoteza mfululizo mechi mm. alioshinda na polisi. tafuta timu ambayo ilikuwa na struggle ikaja kaipata mechi ya polisi. umeingia ligi? Ligi. Eh. Jamani aka <laughs> mjumbe hawawi. Mimi kazi yangu nimeulizwa timu gani imepoteza hapa mechi nyingi hey. fuulizo nimeitaja, lakini yeye bwana hakutaja hey. Sasa hapo labda kama atarekebisha mwenyewe, ila kwa hizo details usema yeye, mimi nimegundua kwamba ni Malindi ndio imepoteza hapa. Kama umegundua sawa, mashabiki watatwambia chama gani hilo ladaiwa na mganga, lakini amesema amewasamehe. Kwa hiyo dirisha dogo achange karata zao vizuri, wanaweza wakaanza kupata ushindi eh hey. hey. Mwembe Makumbi, hiyo chama la napunda kishua Raisi, najua ninachokifanya. N... pepesi macho kwenye kazi NMB Mapinduzi Cup 2026. Muembe Makumbi kwa mara ya kwanza mm. mmechoma ndani. Misim... wili tu imetosha sisi kuingia kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Mm. mm. tunacheza na Fufuni, lakini pia kwenye ratiba yetu tuna mgao tam. Malizi yeke vizuri statement najua yupo Simba, kwa hiyo Simba ndo mgao tamu. Inawezekana sisi tuna timu mbili pale Fufuni na mgao tamu raha. Dadayangu, wewe ni kuwekea asali ni kuwekea na subiri, unachagua nini? <laughs> na, mimi nani nilichagua ni sitagua asali. <laughs> Yaani, kitu ambacho watu hawajui wakati niko kwa sababu makundi yanapangwa ya hii baada ya timu mbili kuongezwa, si tuko Pemba mm. nakumbuka nilikana ndugu yangu hidadi nikaambia na namwomba Mungu dua zangu azikubali, tupee kwanza timu ambayo tumecheza nayo imetufunga Fufuni, la pili tupangiwe hawa hawa, wakati na hawa, yeah. Tuliambua kesho ndo list inatoka leo. Mimi niliamka usiku nikamwomba Mungu, Mungu kajibu maombi yangu. Simba unawachukuliaje? Lakini wanafungika wale, wamezoea wakifungwa Wakifungwa na Yanga wanakuwa wanafukuza kocha, wakifungwa kwenye zile derby wanafukuza kocha. This time around, wanamfukuza kocha kwenye mechi ya kwanza, itakuwa mechi yake ya kwanza ohioamechemeh ingiada ya tarehe tatu kitachotokea hapa ya Hawaifuatilii hawaifuatiliiga ya Zanzibar. Yaani, wao mindset zao wakija kucheza Zanzibar kama wanakuja kucheza na vitimu vya underdog, yaani wao wanajisikia Real Madrid wanaenda kucheza na Getafe hao wadogo wadogo jiji. Tumemchukua huyo pia ndo nimemtambulisha watu wamuone, kuna watu sijawatambulisha huko, mechi inaendelea ndo natambulisha. Ya mechi ya tarehe tatu kesho, hata mtawaona uwanjani. Kwanza <laughs> tarehe tatu? Tarehe tatu, saa mbili na robo anaomba pale. Mimi nawatambulisha mitandaoni. Ujue jinsi gani tumejipanga na ile kombe na nikwambie tuna tunaini watoe hofu mashabiki wote wa mpira, sisi tumeingia kama kwa bahati bahati mbaya mbaya kwa hii michuano maana kiti mratiba ishatoka timu nane. Ongeza, eh, watu wengi. Mwembe Makumbi na TRA, hamna, e, kitu huko Mwembe Makumbi, hamna kitu wapi, katika zilizoongezwa mbili, TRA United, sababu Mwembe Makumbi tu hapo ndio teka heshima na, e. Na ndio ambao hata mwakani, mwakani michano ikija watasema ingizeni Mwembe Makumbi City kwa sababu alichukua ubingwa wa kwanza wa NMB Mapinduzi Cup. Kwa hiyo naamini kwa kwa maubingwa ni wa kwenu nachukua nani? Nimezungumza na Abdul Jalil kasema kwamba yani kila kiangalia anaona kabisa kv wanatinga fainali yeah, yeah. Na ikiwezekana kombe lao na mfunga, na akasema kuna timu tena kutoka hapa Zanzibar, yaani yeye timu kutoka Tanzania bara kule, yeah. Hayoni kwanza, hii ni i, i, yani hii mara hii Mapinduzi Cup sio sisi tu ambao labda tumejiandaa, karibia timu zote za Zanzibar zimejiandaa, lakini na wasiwasi na ndogi zangu wa majumba marefu pale <laughs> <laughs> Aa, watoto wa mjini unga unga mwana. Wewe mafundi kabisa? Aa, unga unga mwana. Ukitoa hilo pita mtu taifa. Ata ndugu zangu nao pia yeah. A, unga, unga, Aa, unga. Mimi ningekuwa mimi mtoto wa kwanza wa malale hamsini ningemshauri baba angu acha hii presha kwanza ipite, tutafute sehemu sahihi ukafanye kazi. Mamba, mimi. Baba yangu yule mzazi ningemshauri, lakini hivyo ndio hivyo, namwachia tu muda mwingine. Nazo dadangu matatizo ya kukuta usiatafute, eh, matatizo ya kukute ah, usiatafute. Kwa hiyo wengine wanatafuta. Sisi NMB Mapinduzi Cup 2026 inshaallah Mungu akiridhia hmm, kombe letu. Yani sasa tunapongea yani sasa hivi tunapongea, mimi mimi niko finali anayekuja kucheza na mimi ndo ajitafute huko. Nani aje kunipa milioni mia na hamsini nikafanya usajili mkubwa, nije kurudi na raundi ya pili ya ligi ya Zanzibar? Nini kinakupa kiburi sana? Wajue watu wanaongea sana, alafu timu hawana wanategemea kubebwa, wanategemea waganga eh, wanategemea muamuzi, labda mpe fulusi afanye jambo eh, tunajua ukiwa na, kikosi, yani kinga na mbewe nayo ili mimi nijiamini, maana yake kwanza naangalia jeshi langu vipi, linanivusha lina, lina, lina hali nivushi jeshi. Nikiangalia mimi hali nanivusha wewe. Mtu kama paki unamuonaje? Simba inafungwa amani hapo, goli anafunga pina Pizaro, kiungo alikuwa ni paki Mustafa Mohsin, hiyo engine ipo Muembe Makumbi City. Beki alikuwa Saidi Hamza Dante, ipo Muembe Makumbi City. Kuna na wengine wawili hao ambao pia waliwaua wao, wapo Muembe Makumbi City, sijatambulisha bado. Mm, achana nao. Kuna mtu anaitwa palma wa Zanzibar. Top, top talent, Keniali Yakub Said yupo Muembe Makumbi City, mimi nipo nini tena? Na beki ambaye unamwona Ibra Baka juzi amefanishwa na Fulham. Nilikuwa naomba naomba aende kwa sababu yanga pengo, yani pengo lake lishazibika. Kuna mtu anaitwa Karaga Samir ndani kosi ya Muembe Makumbi City, anavaa jezi namba mbili. Mwangalie huyo, ata mwangalia, hafai yani unamwona Ibra Baka Yaani Ibrabaka mvue tu sura, Ibrabaka mvishe yeye juu chini, kati copyright na Ibrabaka, the best defender sasa hivi Zanzibar. Karaga Samir yupo ndana ikosi ya Muembe Makumbi City. Ngoja tuone, mkisha cheza sasa na Manigabera sini kesho, Al-qisasul haqq ah. Al <laughs> <laughs> Ale, kufanya ubaya mlipe ubaya Aliyekufanya na ubaya Kesho saa kumi na robo hapa nachukua alama zangu tatu na mshangao nitawaachia wale. Watajiuliza nini kimetokea kama walishachukua walishalipa pesa kwa mganga wataenda kudai pesa zao kama walifanya kisomo wakachinja wanyama wataenda kudai pesa zao za visomo Kesho namtoa mwanzo hapa. Timu inarudi tena kambini tarehe tatu saa mbili na robo Allahu alam. Hai, London boy, msemaji wa Mwembe Makumbi City, umemsikia hapo. Wanasema kila mwamba ngoma huvutia kwake. Kwa kila mmoja ambaye anashiriki NMB Mapinduzi Cup 2026 anaamini kwamba kombe linakwenda kwake. Lakini yote kwa yote, ambaye atakuwa amechanga karata zake vizuri ndio ambaye tutakuja kushuhudia tarehe 13 ya mwezi wa kwanza 2026 katika dimba la Gombani. Mimi ni Jenny Kishai na hii ni Kishai TV, hali nyuma ya kamera ni Hidadi fotografa, tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii kote kwa jina moja tu la Kishai TV.